Kuna bomba zinakuja sasa hivi ziko njiani na tunahakika kwamba zitafika hapa wikendi hii. Tutakuwa na mabomba mengi tu ambayo tutagawanya, tutapeleka kwa wakulima ambao watapewa kwa kukopeshwa na vikundi mbalimbali vitapewa, na watapiga dawa hizo, na hizo dawa zitaletwa hapa nyingine. Kujibu swali lake, ni hiki tunachofanya ni hiki tunachopita sasa. Tunapita shamba kwa shamba, eneo kwa eneo, kuhakikisha kwamba tunapeleka huu ujumbe haraka sana, kwa sababu huu haribifu huu unaouona hapa ukichukua wiki mbili tu baada ya hapa, hatuna pamba hapa. Mwaka jana kilichosababisha sisi hatukufanya vizuri katika zao la pamba ni kushindwa kudhibiti hawa wadudu, hasa chawa jani, kidung'ata, kanga mbili pamoja na funza. Kwa elimu hii tumeitoa, lakini bado tunaona kwamba tukifuatilia kwa karibu wananchi hawa onekane kuelewa hatari inao wakabili mbele ya safari. Ndio maana tu unatuona tumeingilia sasa hivi. Tunachofanya ni kwamba tuna alert system yetu ya serikali tunaifanya ijue kwamba kuna kuna, kuna bwana shamba, kuna bibi shamba, kuna maso gani, kuna watendaji wetu wa vijiji na watendaji wetu wa kata, kuna wenye viti, kuna serikali za vijiji na nini. Hivi ni vita tumetangaza hapa, tunataka tuhakikishe kwamba mwaka huu tunafanya vizuri. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuelekeza kupitia bungeni kwamba tuzalishe tani zipatazo milioni moja katika Tanzania na kwamba Tanzania iwe ya kwanza katika Afrika kwa kuzalisha zao la pamba huwezi kupata kitu cha namna hiyo kama hatutasimamia vizuri swala la unyunyiziaji wa dawa. Na kwa hiyo sasa so hivi, kuja kwetu sisi hapa ni kwamba tunakaa shambani huku na kusema huku kuna upungufu wa dawa hii, huku kuna upungufu wa dawa hii, leteni haraka sana. Na sisi tunamshukuru Mungu, mvua zimenyesha vizuri, sasa tunaona hali ni nzuri. Kwa hiyo tunakwenda tunapita, wilaya zote katika Tanzania zinazozalisha zao la pamba na kuhakikisha kwamba tunafikisha ujumbe huu. Kwa hiyo rai yetu, hata kama mwananchi hakuweza kuja katika huu mkutano na kaja, katika semina hizi ambazo tunazifanya sasa, ambazo tunakuwa na moja kwa moja shambani, hatwende tena kijijini, tunaomba wapate, wakitusikia kwenye redio, wakitusikia kwenye television, wakitusikia katika mitandao katika, mitandao yote hao wakitusikia wajue kwamba kuna hatari hapa, tumevamiwa na huyu mdudu hasa hasa chawa jani kwa hiyo ndicho tunafanya. Kampeni yetu ni kwenda na kuifanya sistemu yetu ya serikali, ya wananchi, wale wabia wetu tunaofanya nao kazi, wanunuzi wetu wa pamba na nini, wajue kwamba kuna jambo ambalo tunahitaji sasa kujielekeza na kulipa kipaumbele na pamoja, ili uharibifu usije ukatokea kama ilivyotokea. Si kama viongozi wa wilaya na mkoa kwa ujumla tunaipa zao la pamba kipaumbele kikubwa sana, kwa maana tutakapokuwa tumefeli katika uzalishaji wa zao la pamba, tutakuwa tumefelisha uzalishaji wa pamba kwa taifa letu la Tanzania. Sasa kubwa ambalo tunalifanya kama viongozi ni kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha sana. Na tunashukuru bodi ya Pamba imekuwa kitu cha kipaumbele kwa maana kwamba balozi wa Pamba Tanzania na wataalamu wa bodi wa Pamba wamekuwa kututembelea mara kwa mara na kutoa elimu kwa wananchi. Lakini hata sisi kama Halmashauri hatujakaa nyuma. Wataalamu ngazi ya kata na ngazi ya wilaya wamekuwa wakipita katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu kwa wakulima kuhakikisha kwamba zao hili la pamba linapata Lina, linafanya vizuri. Kwa hiyo kwa hali halisi jinsi ilivyo, japo tulipata changamoto ya mvua wakati tunaanza kupanda, na maeneo mengi wakulima wamerudia mara mbili hata mara tatu, lakini maeneo mengi tumeona hali ni nzuri, pamba inaendelea vizuri. Kikubwa sasa hivi tunachohamasisha kwa kiasi kikubwa ni swala zima la kupulizia zao hili kwa maana tunaona kabisa karibu maeneo mengi tuliofika, kuna hawa wadudu waharibifu ambao wanajulikana kama chawajani wameshambulia sana, na tusipokuwa makini tunaweza tukajikuta uzalishaji ukashuka. Kwa hiyo kubwa ambalo tunalifanya ni kuhakikisha kwamba wataalamu wetu ngazi za kata, wataalamu ngazi ya wilaya, wanashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ya wananchi kuhakikisha wanachanganya dawa kwa kadri ambavyo imeelekezwa kwa umakini wa hali ya juu, lakini pia kupulizia katika mimea mashambani ili kuhakikisha kwamba tunawaangamiza hawa wadudu, hatimaye uzalishaji uwe mzuri. Wakulima awali walizoea sana kumzoea funza, ambapo mmea ukishaanza kueka vitumba ndipo mkulima anaona sasa ndo wakati sahihi wa kupambana, lakini la hasha. Tunapita mashambani na kuambia hapana, pamba inapigwa dawa kwa umri wowote ule pindi itakapoota, kwa sababu tuna mashambulizi ya mdudu ya, ya, ki, ya kisumbufu cha zao la pamba kinaitwa chawa jani. Yeye huyu anachofanya, anafyonza utomvu kwenye mmea na kuharibu mfumo mzima wa ukuaji wa mmea. Akishafyonza majani yakikauka ki, ya na kwa vile ndio kiwanda cha kuweza kutengeneza chakula kwenye mmea, kwa hiyo unakuta mmea mzima unakauka. Kwa hiyo sasa hivi maafisa ugani wangu daiko mwenyewe pale ofisini na timu yangu tunapita vijijini tukizunguka kuwaelekeza upigaji wa dawa wa viwatilifu kwa zao la pamba. Na hatuishii hapo tu, hatufundishi upuliziaji tu. Pia tunawaelekeza uchanganyaji sahihi wa viwatilifu na upigaji sahihi. Kwa nini tunawafundisha hivyo? Kwa sababu mtu anaweza akawa na kiwatilifu asipochanganya kwa vipimo vinavyotakiwa, akachanganya kwa jinsi inavyotakiwa, atakuwa anapoteza muda wake bure. Manake ataenda kupiga kiwatilifu kile na kinaweza kisiweze kudhuru kile kisumbufu cha mimea kilichoko shambani. Na uzuri wa viwatilifu hivi ndugu mtangazaji, vilivyoletwa ni viwatilifu ambavyo vikishatumika shambani vinaua viwatilifu vyote vya zao la pamba, iwe huyo funza wa vitumba, iwe huyo chawa jani, wote wanaweza kuuliwa kiurahisi na viwadudu hivyo kama vitatumika kiusahihi, kama ambavyo tunapita kuelekeza wakulima, kama ambavyo hata leo hii tuko shambani mimi na wewe tukishuhudia, tunakuja kutoa elimu kwa wakulima juu ya uchanganyaji sahihi wa viatilifu na upigaji sahihi, ili kuweza kuongeza tija kwenye zao la pamba, kwani ni uchumi mkubwa kwa wananchi wa Igunga ambao wanayategemea kwa maendeleo yao mbalimbali. Tunahimiza sana kupuliza dawa na si tu kupuliza dawa lakini ni kupuliza dawa mapema, mara baada tu ya pamba kuwe imeota, kwa sababu hapo kipindi cha nyuma tulikuwa na wadudu ambao wanasumbua hasa ilikuwa ni funza ndio walikuwa wadudu ambaye kimsingi mara nyingi wanajitokeza baada ya mimea ya pamba kuanza kutengeneza vibahasha ama kutengeneza vitumba na madhara yao mara nyingi wanatafuna majani pamoja na kutafuna vitumba hivyo. Lakini miaka ya karibuni hapa, takriban miaka miwili mitatu iliyopita, kumekuwa na wimbi kubwa la mfumuko wa wadudu ambao kipindi cha nyuma hawakuwa tishio. Na wadudu hawa kitaalamu tunawaita jasids, lakini pia kwa lugha yetu ya Kiswahili wanajulikana kama chawajani. Kwa hiyo katika kundi la wadudu wanaofyonza chawajani amekuwa ni mdudu ambaye ni hatarishi zaidi si sawa pia na wadudu. Kuna wadudu wengine pia ambao wanafyonza wakiwemo thrips na aphids pamoja na hao wengine wanawaita wadudu mafuta, lakini na kidung'ata pia, lakini vidung'ata pamoja na chawajani imekuwa ni tishio kwa sababu wao wanaanza kushambulia pamba mara tu baada ya kuwa imesha, imeshaota kwa maana ya kuwa ikishatoka tu juu ya uso wa ardhi tayari wanaanza kushambulia, anayojificha chini ya majani, kama anavyomwelekeza balozi. Unavyoona hapo, yote hii ni kudhibiti.